Mpenzi msikilizaji wa Tumaini Media, leo ikiwa ni dominika ya kwanza ya Kwaresma mwaka si wa kanisa, anayekuletea tafakari ya leo ni mimi Padre Rogasiani Msafiri. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Kumbukumbu Kumbu, sura ya ishirini na sita aya ya nne hadi ya kumi na somo la pili ni somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya kumi aya ya nane hadi ya kumi na tatu na somo la Injili ni Injili ya Luka sura ya nne aya ya kwanza hadi ya kumi na tatu Na sasa tusikilize masomo. Bwana awe nanyi. Somo la Injili Takatifu ilivyoandikwa na Luka. Na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani akijaribiwa na Ibilisi. Na siku hizo alikuwa hali kitu, hata zilipotimia aliona njaa. Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, liambie jiwe hili liwe mkate. Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Akampandisha juu akamwonyesha milki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Basi wewe ukisujudu mbele yangu, yote yatakuwa yako. Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Akamwongoza mpaka Yerusalemu, akamuweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake wa kulinde, na ya kwamba mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akajibu akamwambia, imenenwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Basi alipomaliza kila jaribu, Ibilisi akamwacha akaenda zake kwa muda. Mpenzi msikilizaji, leo katika dominika hii ya kwanza ya Kwaresma, tuna mambo ambayo ni ya msingi sana ambayo tunapaswa kuyaangalia. Jambo la kwanza ni hili kwamba hakuna mwanadamu aliye huru na vishawishi. Kila mtu, tunaweza kutumia neno hili kwamba ni candidate wa kushawishiwa. Hakuna mwanadamu ambaye yuko huru, kila mtu anayo nafasi ya kushawishiwa na kila mtu anaweza akashawishiwa bila kujali nafasi yake, cheo chake, maisha yake, imani yake, nguvu aliyo nayo na vyovyote alivyokuwa navyo. Ikiwa bwana wetu Yesu Kristo aliweza kushawishiwa, je, mimi na wewe hatuwezi kushawishiwa? Na kama hivyo ndivyo, unapoona mtu fulani amepata kishawishi fulani, amekamatwa na jambo fulani, kile kishawishi kimemwangusha hadi akaingia kwenye dhambi, usimcheke wala usimdharau mtu anapoanguka, badala yake mwombee, sali kwa ajili ya mtu huyo, kwa sababu wewe mwenyewe pia unaweza ukaanguka. Na mara nyingi huwa tunachekana, tunanyweshana vidole, muone yule atakoma, ona. Lakini kumbe wewe mwenyewe unaweza ukaanguka vile vile, na pengine mwanguko wako ukawa mbaya zaidi kuliko hata wa mtu yule. Angalia kitabu cha Ufunuo, sura ya ambayo anasema kwamba ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu, mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Kwa hiyo ameshuka kwetu, na yule kweli yuko kati yetu na anatenda kazi kati yetu kutumia sisi wanadamu. Kwa hiyo, ndugu, tunahitaji kuwa makini tunahitaji kusali tunahitaji kuomba ili tuweze kumshinda yule ibilisi ambaye ametupwa kwetu sasa hivi yuko duniani anatawala vita mauaji madhuluma mambo mbalimbali yanatokea ya ajabu ajabu vitu vingi vingi utoaji mimba ndoa za jinsia moja na vitu vya kila namna vinaibuka siku hadi siku amepata nafasi yuko duniani kwa hiyo tuwe makini tumuombe Mungu kwa sababu yule ibilisi anarudi, na si tunapaswa kusimama imara, ili tuweze kumshinda. Tutamshindaje? ukianza Injili kama tulivyoianza inasema Yesu hali ameongozwa na Roho Mtakatifu, akaongozwa na Roho Mtakatifu akakaa kule nyikani zile siku arobaini akiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Yesu alimshinda shetani kule kwa sababu alijazwa Roho Mtakatifu na alitumia nguvu ya Roho Mtakatifu. Mimi na wewe bila nguvu ya Roho Mtakatifu hatuwezi kumshinda, hatuwezi kumshinda Ibilisi. Tunahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Yesu alikuwa msikivu kwa Roho Mtakatifu kwa sababu alikuwa anaisikia ile sauti ya Roho Mtakatifu ndani yake akitenda kazi. Mimi na wewe tuliobatizwa tunahitaji kumsikiliza Roho Mtakatifu aliye ndani yetu, ndipo anapotupa mbinu na majibu mbalimbali mbali ya kumshinda yule mwovu. Bila Roho Mtakatifu hakuna ushindi, hakuna tunaloweza kulifanya. Shetani alitumia hata maandiko kumshawishi Yesu, lakini kwa sababu ya kazi ya Roho Mtakatifu ndani ya Yesu Kristo, Yesu naye alitumia maandiko yale yale kumshinda na kisha akamwangusha kabisa Ibilisi. Hapa ni kwa nguvu ya Roho Mtakatifu tu ndipo uweza unapatikana Tunaimba katika ile sekwensi ya Roho Mtakatifu tunasema mm. bila nguvu yako wewe, mwanadamu ana kitu kwake, yote anakosa. Angalia, bila Roho Mtakatifu hatuwezi kufaulu tutamshinda shetani kwa nguvu kwa mamlaka na kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunahitaji kusali, tunahitaji kuomba, tunahitaji kujazwa nguvu, tunahitaji kusimama imara. Ninakutakia Kwaresima njema, yenye baraka, yenye mafanikio na ambayo inatupeleka kwenye ukombozi na hadi kufika mbinguni. Na Mungu akubariki.